kuendeleza kufikisha ile vizuri na mheshimiwa waziri alikuwa na mwanzo mzuri kwa kueleza kwamba platform hiyo sio platform inaweza kufanya maamuzi, sio ni platform ya kutafuta solution kwa tatizo ambalo limetokea. Kwa hiyo kwa nataka kujifunza kutoka kwa Africans is hasa kwa mashasibu na ile position yao. Kwa hiyo tumeweza kufikisha yote ambayo tunastahili kufikisha kama viongozi ambayo yanabeba ujumbe wa kamati ya utendaji lakini ujumbe wa wanachama wetu na mapenzi na mashabiki wa Liverpool. Ujumbe huu umefika kwa mheshimiwa waziri na timu yake, umepokea na waachie wafanye kazi, na tumekubaliana tutakuwa na vikao vingine endelevu kwa ajili ya kutafuta solution ya jambo hili. Kwa hivyo, nichukua fursa hii kufikisha message hii kwenu, kwa wanahabari, ili waweze kurudisha umma wa Tanzania, lakini pia nichukue fursa hii kuambia wanachama na mashabiki wa club Africans